Habari gani mtazamaji wa Azam Sports 1 HD, nikukaribishe kwenye Sports AM, kama ilivyo kawaida ya kuanzia saa mbili na nusu hadi saa nne na nusu wale wote, nikuombe radhi kwa kuchelewa kidogo eh, kuanza kutokana na sababu ambazo ilikuwa nje ya uwezo wetu eh, heri tumekutana hapa kwa ajili ya kuelezana yaliyo mengi juu ya michezo, na kama ilivyo kawaida ya Sports AM, awamu ya kwanza ya Sports AM ni uwanja wa magwiji waliowahi kutamba katika medani ya kimichezo hapa nchini Tanzania kwa miaka kadhaa iliyopita, na imekuwa hivyo kiutamaduni, inapokuwa tofauti kwa sababu maalum. Na leo tumerudi kwenye ile culture ya sport AM awamu ya kwanza tunamiminika hapa na magwiji. Gwiji wa leo ni gwiji kwelikweli, mmoja kati ya wachezaji ambao wameandika majina yao katika vitabu vya soka katika levo ya kidunia, levo ya kimataifa. Kwa maana yake, namzungumzia mchezaji ambaye anatoka kwenye ukoo wa soka e, ukoo mkubwa zaidi wa soka kwa maana ya majina e, ukoo ambao umejitengeneza historia ya kipekee kwanza. The big brother aliwafungulia njia katika medani ya soka. Yeye aliweka rekodi ya kuwa mlinda mlango wa timu ya Taifa na mshambuliaji wa timu ya Taifa e, lakini pia akaweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza wa Kitanzania kuvuka nje ya mipaka ya nchi kwenda kucheza kabumbu alipoenda kucheza soka kulipwa Mombasa nchini Kenya katika klabu ya Faisal. Baadaye, kaka yake akaenda kucheza ligi ya Uholanzi Eredivisie, e? E, na yeye akafuata nyayo zake akaenda Austria, na bahati bahati nzuri baadaye wote walikutana Austria. Mipango ya kucheza Serie A ilikuwa imekwisha kamilika, lakini kutokana na kile ambacho baadaye atatueleza hapa e... E, ni kama vile mmiliki wa klabu aliokuwa wa anachezea alikuamisha yeye wa wa kwenda Serie A e, lakini amecheza michuano. Ye ndi mchezaji wa kwanza wa Tanzania kucheza michuano ya UEFA ilikuwa e, ni UEFA Intertoto wakati huo e. Baadaye wachezaji wengine wakaja wakacheza UEFA Champions League, generation ya sasa e, Machupa amecheza, Mbwana Ali Samatta amecheza, lakini pia E, na Miroshi Novatus Dismas pia amecheza, ni mchezaji ambaye aliibukia e, kwenye timu ya watoto ya Yanga katika projekti ya Profesa Victor Salesu. Baadaye baada ya mgogoro mkubwa kuibuka pale Yanga mwaka sabini na sita, yeye alikuwa mmoja kati ya vijana ambao waliondoka pale Jangwani e, na kwenda kwenye klab ya Bruelis pale wakacheza kwa muda kabla ya kwenda kwenye kundi la walioasisi klabu ya Pan African. Hmm, baada ya muda ndio akaenda Ulaya. Namzungumzia almaarufu Kaisa, Kassim Ramadhani Manara. Mambo vipi? Asalama tu ndugu yangu lakini kutembea hata mara moja moja, tunamwona kwenye video tu. Malaria <coughs> nimepata kwenye ndege au akipata, nimeshafika ya poti hata ya sijui. Sawasawa, Kasimu alikuja nchini Tanzania ama amekuja nchini Tanzania safari hii maalum kwa ajili ya kuja kushuhudia fainali ya kombe la shirikisho Afrika becha marudiano Simba na Berkani iliyopigwa Zanzibar, na akiwa na swaiba wake mchezaji mwenzake wa zamani wa klabu ya Yanga ya wa watoto na baadaye Pan Afrikani eh, Dr Ramadhan Dau walikwenda kushuhudia fainali hiyo na kwa jicho lake alivyoiona hiyo fainali, na anarejea namna ambavyo misimu miwili iliyopita klabu ya Yanga pia ilifika fainali dhidi ya USM Alger na wao pia wakakosa kombe. Kasim amekuja kutoa tathmini yake juu ya matukio haya mawili ndani ya miaka mitatu na nini kifanyike, ili siku moja Tanzania ndoto za kutoa kikombe cha Afrika zitimie. Tutamsikia zaidi Kasim. Karibu sana. Asante. E, kwanza kabla tujakuja kwenye hizi mechi Tanzania na kombe la Kafu, yeah. E, what happened? transfer yako ya, ya, ya kwenda Siria ilikakwama, nini kilitokea ukiwa Klagenfut, ilikuwaje eh? Yeah. Mm -hmm. Ilikuwa sio Siria, ilikuwa ni Olimpiakos Ugiriki, Ugiriki likwenda Ugiriki mpaka eh, Athens hmm nikakutana na viongozi wa Olympia cos defa mm. mwenyewe ambaye alikuwa ndo boss mm. kama vile hapa Tanzania tuseme kama mo hivi si ndo boss wa Simba mm. au, au wa... na Azamu yake tukakaa na mm. <coughs> tukakubaliana tuka naye <coughs> tukakubaliana vizuri kabisa. Sasa tatizo likaja kwenye ile timu iliyokuwa nikichezea Klagenfurt mm. wao walikuwa na shida ya hela kusema kweli kwao. mm. walikuwa wanataka pesa nyingi kutoka kwa ule bwana, ili wapate vijana wengine ambao wanaweza kuja kuchukua nafasi yangu. miaka ishirini na tisa nafikiri, wanipunguzie mshahara mm nishakwambia historia -hmm. ikabidi ikashindikana kwamba mimi siwezi nikakacheza kwa mshahara mdogo, ile ile wale wakati wao, mimi hapa Tanzania hujanunua kwa pesa hiyo ambayo ilikuwa inahitaji wao. mm. na unajua zamani ilikuwa transfer Tanzania hapo, watu walikuwa bado hawajijua wakati huo. mm. walikuwa unajua, zamani mpira sisi hapo, ilikuwa labda ununuliwe Vespa, ununuliwe nini, ilikuwa ndio transfer yenyewe. mm. Basi kashindikana ile transfer, na mimi nikakataa kucheza kwa bei ambayo walikuwa wanataka nicheze, mshahara wale mabwana. Unajua sheria za FIFA nao, kama unavunja mkataba unabidi ukae miezi kumi na nane mm. bila kucheza timu yoyote ile mm. Naona basi, mi nikawambia basi, wacheni mi nipumzike miezi kumi na nane ili ni baadaye miezi kumi na nane kisha mi niwe free mm. kwamba si mchezaji wa timu hii wala wa timu ile. Sasa kwenye kipindi kile na umri ulikuwa usha kwenda yes. bula yes. niache mpira wenyewe tena mm. sawa mm. mm. sawa mm. na kuna mtu hapa eh, ananiuliza anasema Eh, Kassim, tunapewa historia yake ya kwamba alicheza Santiago Bernabeu. Hapana, haikuwa Santiago Bernabeu, ilikuwa ni Wanda Metropolitano, sio? No. ni uwanja ambao ulikuwa anachezea wale nani wale Atletico Madrid. Atletico Madrid mm -hmm. uwanja gani ulikuwa ulicheza na Madrid lakini Madrid, pale Atletico Madrid, yeah. ndo okay, tulicheza nao sisi kwenye intertoto, intertoto, no no, winners cup, kwa winners cup nafikiria, yeah UEFA winners cup eh yeah mm Okay, hiyo mechi ulifunga goli pale, ulifunga goli mmoja. Yeah. na huku nyumbani aliyefunga likuwa ni Golashnik mm. Lakini mlitolewa uh, uh, tulitolewa, yeah. mm. Ah, wale walikuwa timu kubwa Spain mm. Ukilinganisha na Austria Klagenfurt ilikuwa sio timu timu za pale kubwa, ilikuwa ni uh, Austria Vienna, Rapid vin timu kubwa za miaka hiyo zimeanguka nazo nazo. mm -hmm. Lakini atao nani, Atletico Madrid wenyewe nao sio wa wakubwa wa hivyo. mm. Ni basi tu, kwa sababu wao walikuwa labda wachezaji wengi kutoka South America, si unajua? mm. na sisi huku kwetu timu zetu za huku ilikuwa wachezaji wengi wanachukuliwa kutoka Yugoslavia kutoka Hungary kutoka Poland. Kimsingi katika katika utumishi wako urop mm -hmm. kumbukumbu nzuri zaidi ambayo unajivunia kwenye kucheza mpira Ulaya ni ipi? ah, kumbukumbu ziko nyingi tu ambazo nazikumbuka mm -hmm. matukio mengi kama nilivyocheza ilo kombe la UEFA wakati huo ikwa ndo kwanza kwanza inaanza Unaona, nimecheza pia intertoto vile vile, nimecheza wakati huo bado ipo. Nimeshiriki mashindano ya makubwa makubwa kama vile ya kusaidia watu walopata matetemeko ya ardhi na wachezaji wakubwa wakubwa kama vile kina Socrates, kina Diego Maradona. Mm. Wakati tunashiriki wote kwenye kampuni za Puma wadidasi, wakitarisha mashindano yao tunakutana. Mm. Wote pamoja tunacheza Mm-hmm. Tujelekeze kwenye fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika, eh, Shirikisho Afrika tulikosa tiketi, lakini mpira tumeuangalia. Alinambia kwamba kakosa tiketi, mawasiliano mimi na yeye yakaisha pale. Bwana, kwanza hamna ndege wala hakuna boti mm. Na tiketi ya uwanja pia zote zimejaa mm. Nikaambia sisi tena nipigia simu kama leo mechi kesho, unaelewa yani. Usiku tena nipigia hiyo message, nayo hapa message yake. Nikamwambia bwana, tiketi zimejaa na ndege imejaa na boti imejaa. Nikamwambia sasa tutaangalia kwenye TV basi. Tunaangalia kwenye TV, tumeangalia mpaka mpira umeisha. Tumeona Simba anavyocheza, tunaona na wale jamaa wanavyocheza. Okay, dakika 90 zilikuwaje kwa jinsi ulivyoona ile mechi? Mechi ya fainali ya kikombe cha Afrika cha pili. Dakika 90 kusema kweli Simba ilivyocheza sivyo mimi nilivyotegemea. Kwa vipi? Nilitegemea Simba watakuwa aggressive. Mm. Kwa sababu wanacheza nyumbani. Mm. Na kule walikuwa tayari wana deni la mabao mawili. Mm. Kwa hiyo nilitegemea Dar es Salaam hapa Simba lazima wa aggressive kwanza kurudisha zile goli mbili kisha wafanye mpango kutafuta goli la tatu, mm. Lakini wamenishangaza kwamba kupata goli moja tu mpaka, mm. paka dakika tisini, mpira unakwisha. Sema kweli kitu hicho mi kilinishangaza sana. mm -hmm. ah. si kwamba ubora wa pinzani ulichangia, labda hata wale warabu wenyewe wakuwa wazuri sana, wahivo sema Simba wenyewe nao ndo hivo wakuwa nao wazuri. Ingekuwa wasimba mm. wazuri, nafikiri ingekuwa ingekuwa Simba ya mwaka elfu moja ya kina kibadeni ile, mm. ya kina Khalid Abedi ya kina nani Simba ile mm. kwa mechi ya jana ilolocheza hapa ile ilo, ilo, ilo, ilo, mm. Zaapeli, Simba wangechukua kwa kikombe kile mm. lakini so, si, unajua Simba wachezaji wa sasa hivi tofauti yao ni kitu kimoja, sijui hawana moyo hata sijui vipi, kwa sababu kwanza ukiangalia mapesa wanalipwa, wanalala vizuri, wanaangaliwa vizuri lakini utashangaa kwamba ukiingia uwanjani, wanavyocheza tofauti na malipo anayopewa mm. Kiufundi mechi, ki mechi kusema kweli ilikuwa kwa simba ngumu mm. kwa maeneo yapi ama kwa, kwa namna ipi? Kwanza kwenye ushambuliaji mm. ulikuwa hawana maelewano, kila mm. mmoja alikuwa anacheza kivyake mm. naona sihivo kama vile ulivyotegemea kwamba yani watakuwa compact, timu yani wanashirikiana ukifunga wewe nikifunga mimi timu imepata ime ushindi. Nikipata mimi mpira nikutafute wewe, kali unavyoekana ukiwa wazi, nikutilie mpira pa sehemu napotakikana wewe ufunge. Lakini si vilivyo kwa mechi ile, ilikuwa kila mtu anacheza nataka mimi nifunge, au si labda mimi nipate jina peke yangu. Ndio ilikuwa tatizo lilikuwepo hapo mm, lakini kini, kutokea kutoka nyuma pale kwenye build up kutokea nyuma, uh, kwenda mbele alicheza vizuri kusema kweli, hmm. Mabeki pia walicheza vizuri kama kawaida yao ule Shabalala na ule Kapombe, Kapombe. Wale kwangu mimi kusema kweli wachezaji wazuri na ndio wanaoistili Simba, na katikati ulikuko ule bwana mdogo mwenye ana vinywele vinywele, vinywele vinywele, tu nani, si yule shanani sha, sha si Kibudenis. Si. No, yule si mbele, huko mbele yule ubeki wao katikati, wale wawili pale ah, kuna yule mchezaji mzuri Uli rasta, lakini ana makosa madogo madogo ambayo anayafanya hmm. samtema anawagharimu Simba hmm. unaona uh -huh. Kwa sababu unajua beki, ukiwa wewe ndio beki wa katikati, wewe ndio unaangalia uwanja mzima, sio? mm. Unaona, wacha midfield, wewe beki wa katikati ule ambaye ni ambao unaita center half zamani. mm. Wewe ndio unauhakika una, una, una, una timu ile kuilinda. mm. Unahakika kwamba mimi pia nikipata niupeleke kushoto, mm. upeleke kulia, kwenye pasi ndefu. mm. Tena unapeka kwa wakati na mtu akiwa yuko free. mm. Lakini Simba walikuwa wachezi hivyo Simba kicheza yeah. mm. mna, mna magoli mawili mm. mm. Mkisha anza ni spidi ile ile moja tu mm. na nafikiri Simba kipindi cha kwanza walianza na spidi nzuri mm. sana, tena walianza vizuri sana Simba kipindi cha kwanza mm. lakini kipindi cha pili naona kama kidogo Pumzi sijui kama, sijui likata au sijui vipi, au sijui walikuwa ndo washamua kwamba tusubiri mpaka penalti ipigwe, hata sijui walikuwa nafikiria vipi, sijui mm. lakini kiusema kweli, hata midfield Simba wakucheza vizuri mm. kama Simba wakicheza midfield ingecheza vizuri mechi ile wangeshinda. mm -hmm. ah. tume, tume, tumeona hizi fainali mbili ndani ya miaka mitatu, kwanza ya Yanga mwaka juzi, tofauti sasa ya ile ya Yanga sasa mm. na hii Mm. Yanga wana wachezaji ambao wanaweza kucheza mpira sehemu yoyote ile, na spidi ile ile, spidi ile ile ile ile, mimi niangalie ile mechi mm. ya kwanza ya Yanga na wale Waarabu, Jo Waarabu wa siku ile, mechi ya Yanga Waarabu, ulimi uliotoka hivi Yanga ilivyokuwa na kwenda mbio na, na Yanga wametolewa, sio kwamba kwa kufungwa, Yanga umetolewa kisheria lakini kwa Simba wametulia kwa kufungwa tena nyumbani kama Yanga ungefungwa kule, tungesema kweli Yanga, Yanga waliboronga, lakini Yanga wametulia kisheria. Na wao no, walifungwa nyumbani hapa, Yanga mbili moja. Sasa tunaona wao, Simba kule wamefungwa mbili bila mm na hapo shapata moja bila alikuwa goli oh, moja hapa hiyo, mbili mm. mbili mm. lakini ameshinda sawa. Kassim, tume tumeona tume fainali ya miaka miwili iliyopita fainali za mwaka huu kwa majumuisho, labda wewe kama mchezaji mzoefu na guji wa soka ya Tanzania, unashauri nini kwa hizi klabu zetu ili zi, u, u, uimara uongezeke na siku moja ndoto izitimie hizi za, za kutoa kombe la Afrika ah? Ushauri wangu mimi ni unatakiwa, labda katika hizi timu mbili hizi iwe kwamba kila timu ambayo inaingia kwenye fainali au inaocheza mashindano haya lazima wawe wanahakikisha kwamba wanakuwa na wachezaji ambao wote kama ni wachezaji 22 wote wawe na quality ambayo inaweza huyo akiumia huyo akiingia, na kwa msimamo mm. ni zaini ile moja eh mm -hmm. Yango mefanikiwa kitu hicho. Simba bado mm. Azam sijui kwa nini wanafeli. Hmm. lakini kwa Yanga mimi na hakika sijui, labda msimu huu anaweza kufanya vizuri. Simba itabidi hmm. wafanye kazi kubwa sana ya kutafuta wachezaji wengine wapya hmm. Kuna mtu hapa eh, anasema Kassim Manara katika mazungumzo yake amebezi kwenye Yanga kwa sababu na yeye mwenyewe ni Yanga. Ah, mimi sio Yanga lakini mimi naangalia mpira. Sasa nataka niseme kitu cha uongo. Hivi Kassim, wewe ulikuwa ulikuwa uende Simba, najua wewe. Ata. Haiwezekani bwana wewe. Kassim, ngoja kwanza Hawezekana hata siku moja mimi kwenda Simba, au kurudi Yanga. Wewe kabla kwenda Red Stars ulikuwa uende Simba? Ah ah. Mimi sina ndo bwana. Sikushaongea kabisa na na na mwenyekiti Mzee Haji. Nasikia hizo ah, stories ipo, zipo. Red Star mimi ndio nilienda, sio Simba. Mimi ah, nilivotoka Yanga tulivofuru. Unajua Mkwechi li alinipa hiyo story kwamba wewe ulibaki, yaani wewe yani, ulikuwa ushaenda Sunderland kabisa. Mm -hmm. Kuna yaani Uyo... kuna vitu vilitokea. No, no, no, no, no, no. Mimi baada mm. mm. e, mm. ya kuacha kufuzwa pale Yanga mimi niliwashawishi wenzangu, ndio mimi nilienda kucheza mimi baba wa kealiishawishi wa mm -hmm. mimi kwendae, ilikaa miezi sita tu, kwa sababu Red Star yenyewe nikaona aina mipango muhimu Mm. Unaona ikabidi ndio tukenda Breweries. Lakini mimi sio Simba na wala sio Yanga. Lakini umecheza Yanga. Simecheza Yanga tu lakumchea yan cheayanasomemaaanan nimesomea ni Yanga. Nimesomea mpira Yanga kusema kweli kwa sababu nimecheza kwenye academy ya Yanga. Hicho mm. siwezi kukataa. Mm. Nimechezea kwenye academy ya Yanga. Mm. Na niko kariera yangu imeanzia pale sio? mm. Wewe ni gwiji wa Yanga. Kwa hiyo mpaka nimekuja kuwa mchezaji wa kulipwa, kariera yangu imeanzia Yanga pale. Wewe ni gwiji wa Yanga. Sio gwiji wa Yanga. Ukiniambia gwiji wa Yanga maana ni force kama si mimi. Kasimu na ikataji Yanga. Wewe ni Yanga. Ah, sasa na ni Manara wote ni Yanga. Ah, sasa hao wengine sijui. Hao wengine, hao wengine, ah, si tuna watoto wengi sana Simba ujue. Nani kwa mfano? Manara. Manara yupi? Nimeishi naye Ulaya kule sasa hivi. Yule Yanga. Tena wanabadilika. Ah, wabadiliki bwana, unajua <laughs> Simba na Yanga hapa <laughs> imekuwa kama dini eh. Kila mtu anafuata anavyotaka mwenyewe. Uwanja mpira si wanj... mm, mtoto wako anacheza timu ya taifa Tanzania, alishangaa anauliza, akaambiwa, ah, yeye anacheza Dar es Salaam kwa... huko <laughs>

Nawajua tele. Hicho ni kitu ambacho nilikuwa nataka kukiongelea. Kinaniuma sana kuona kwamba timu zetu za Tanzania, vijana wetu hawako katika timu hizi kubwa mbili. Yani unakuta wachezaji ana miaka kama Shabana, mingapi alicheza Simba yani Simba na Yanga zinasajili wachezaji kila msimu wakiwemo wazawa, lakini wanashindwa wao wenyewe. Yule duchu ameshaingia Simba, ametoka, ameingia, ametoka, karudi tena asa, jana anacheza katika mechi ambayo timu inapoteza. Obvious, kikosi ambacho kimepoteza kocha hawezi kukifikiria tena ha. Lazima Shomari so atarudi kila siku, lazima turudi kila siku. Hiyo sio uongo hmm ndo maana zimekasema hata timu yetu ya taifa inakuwa sawa. muda umetupa mkono, tumechelewa kuanza, Kasimu. Mm, e, nasoma kuna meseji zinatumwa zna, e, Peter Mkude anaishi Mbezi kwa Msuguli anakisema Kasimu Manara anaungana naye, wachezaji wa sasa wanatuangusha sana. hata Jamhuri Kiwelo amesema kitu sahihi kwamba Simba wanataka kusajili wachezaji level ya kafu E, alafu kuna mtu mwingine anaandika asalamu alaikum she mamudu eti gormaya walichoa ubingwa wa shirikisho mwaka ganda, lakini nataka nikuulize, na dakika moja nimalizie message hii, nitarudi kwako Kassim. Kuna mtu amenyandikia message hapa anauliza mambo yake. Sasa message nyingine hizi ni za kimitego mitego sana. Sasa eh, ah, sawa. Eh, gormahia, eh, katika michuano ya kombe la yani, waliwahi kufika finali e, ya kombe la shirikisho Afrika mwaka sabini na tisa walifika robo fainali mwaka themanini na moja na wakawa mabingwa mwaka themanini na saba na wakaingia robo fainali mwaka themanini na nane na nusu fainali mwaka themanini na tisa. E, nadhani hii ndo mostly successful club in East Africa football history, hi, uh -huh. Golmaia kwa maana wamekuwa mabingwa wa kombe la washindi mwaka themanini na saba wame, wamefika nusu fainali themanini na tisa, robo fainali themanini na nane robo fainali nyingine 81 na, na fainali nyingine mwaka 79 kombe la washindi Afrika, ambalo rekodi nzuri ya Yanga ni kufika robo fainali. Rekodi nzuri ya Simba ni kufika hatua ya 16 bora. Nadhani nimekujibu ndugu yangu kuhusu hizo rekodi. Maswali mengine nauliza magumu sana jamani, inabidi tu nani tarudi si, si, kwako kwa simu. Dakika moja namalizia ujumbe hapa wasomaji, kabla sijakuja kukupa nafasi ya kuporomosha ya madini yako hayo ameandika niko Demas Mzoandili, msalimie Kasim ila mwambie Yanga, kile kikosi bora cha Yanga kimefika mwisho, maanake kama haujui hata robo fainali hawakufika. Huyu niko rafiki yangu ni Simba mzuri sana huyu mchezaji eh. Hapana niko mshikaji wangu mmoja yuko serikalini huko mm. uh h -huh. Twende Kasim nisome yombayomba kwanza ila eh, nipo leo nyumbani eh, ndo anaandika Yomba. Sawa, najua ata kuandika kuhusu Kaiza na unasema mimi na sisi, unatuona mm. Sisi tulikuwa akademi ya watoto wa Yanga, sisi tushawahi kumfunga bingwa wa Kenya, bingwa wa Kenya goli nne, yanga ya watoto, Yanga ya watoto, tukiwa na umri wa miaka kumi na tatu kumi na nne tunamfunga bingwa wa Kenya ambao sasa matalenti wale sasa hivi wapati, mm-hmm. Sawa, muda umekimbia sana na muda, yeah. si rafiki tatu kamili, tupitie kidogo picha za Kassim Manara, kumbukumbu kabla hatujaagana hapa studio, kwa faida wale ambao hawakuwahi kumuona kaiza akisukuma ndinga <laughs> eh, wanamkumbuka wanamjua, viwanja vya Ilala na Dar es Salaam, huyo ndo kaiza hapo. Ni Europe, Austria, Klagenfurt eh, hapo muona mtu huyo picha imewambwa tu kwa sababu ya screen, lakini ukizitaka hizi vizuri hizi E, utazikuta hata kwenye peji yake zipo nyingi at Kassim Manara. Twende nyingine tukimbie, Kassim hiyo kaganfut eh? na hayo ni magazeti ambao alikuwa anampamba mwamba huko Ulaya, anapamba kurasa, mekuwa na mwita pele huko e, umesikia huku Austria walikuwa na mwita pele magazeti, enzi hizo za magazeti. Huyu ni star kwelikweli Kassim la Manara na, na, na refa mzungu hapo, mechi ya ubaguzi nikichezewa mirafu eh. Awatoi kadi mm. Lakini kicheza mi kimgusa mtu yote napewa kadi, halafu niko nalalamika, kwanini naonyeshwa kadi? Huyu jamaa nai yote barafu na naiona hey. Ujeba... enacheza mpira kwenye barafu mm. mwaka gani ilikuwa hii? Hata uh, sikumbuki bwana miaka, okay. Unajua miaka ya sabini, themanini huko, kutoka themanini na tisa themaniniapo klagen futi hapo mtu namtoroka hapo, Kassim Manara hmm. swai. so, kwa maana kabisa mi nawambia, kunambi e, mi natunza vitu kwa manufaa ya watu kama nyinyi kuja kuona e, tupe nyingine Kasim eh, kwenye kikosi cha hii ni pani Afrika, watoto wa Yanga, watoto Mas... wa Yanga, eh, eh, ya. Yanga pale yuko adofu, yuko godiani hmm. yuko mariam tostown, yuko mimi, yuko pondamali hmm. nice. yuko mkweche, yuko projekti nzuri zaidi daima, kabange, yuko jafara brahmani hmm. yuko sululu, yuko sawa, twende wako... nyingine aionekani vizuri hiyo E, na hapo Kassim, hapa tulikuwa yani <gulitane> Zagreb, tulikwenda katika training slaga, training slaga, unasemaje Kiswahili? Yani mechi zile za kujitayarisha ligi wakati wa winter, mm, pre season e, pre season, lakini ya winter mm. Sio ya sama hii timu eh? E, yako Mwafrika ilikuwa peke yako eh? Eh, mwa peke yangu, nchi nzima nilikuwa peke yangu, ndo mwa Afrika. na hapo Kassim, upo kwenye hiyo gari ya Brazil. niko niko Recife Brazil. Hey. Uwa sometime nikipata, na, nikipata mapumziko nakwendaga ni timu yangu inaitwa ya Santa Cruz naenda kucheza michezo ya kirafiki nini Brazil, na nini kama mazoezi yeah. ah, hmm. Kikitwana katikati Sande kushoto da. Na Mzee kichwa anaendeleaje bwana? Mgonjwa sana kaka yetu, yaani sasahivi hata ya watoto wake hawajui anaingia anaetoka wala hawajui sasahivi. Mgonjwa ama amedhoofu tu kwa sababu ya umri. Ha, mwili mzima lakini kichwa ndio kimevurugika mm. kwamba hajui anaingia kumbukumbu ha, lakini anaongea vizuri, anasikia ha, wapi aongee vizuri kabisa, maneno anayotoka mwenyewe anajua. Nini kinamsumbua ndo hicho kichwa

hapo una saini ya autograph hapo, niko na saini ya autograph za watu tu, wanakuja wana pale, tunapangiwa kama leo mm. utakuwa atakaa hawa na hapa saini, watu ni superstar Kassim Manara na saini ya autograph la afu, wazungu watu pa wamemzunguka, eh, what a moment brother mm. ah, niko wakati mzuri sana e, eh, watu eh ulifanya mambo yako sana. Ndio, na Mercedes Benz unaendesha nini? Unakula mm. raha. <laughs> Ulaya. Eh, what a moment bwana. Uh, wona sikio ni hapo. Huu naye bwana baraka na haraka sana bwana. Okay. Mimi ndo kaonyeshe kai za mjabu hizi. Hebu hey, rudi pale. Wona <laughs> kitu sikio hichi. <iti. laughs> Kasimu bwana. Ah <Ha>, tena nyingine. <laughs> Eh, tukimbize kimbize. Hii e, kamba hiyo. Wona heda hiyo. Hivyo mm. ndo na mambo heda zinapigwa. Unapigia kwenye utosi. Si ndio eh? Magoli ya vichwa unafunga sana mimi. Yeah. Magoli ya vichwa sana tena. Ah <laughs> tena nyingine. Magoli ya vichwa magoidoma hapa. Sasa Dodoma hii. Nacheza Afrika Dodoma, bado mdogo um, sana. <laughs> sawa sawa mm. <laughs> kibiza ah, nyingine huyo tena, mpenzi wa zamani tena ndio. <laughs> mpenzi wa siku zote Kasimu <laughs> <'cause> mapenzi tena <laughs> twenda nyingine uh, eh, utosi huo, twenda nyingine zimeisha. Naam, Kassim Ramadhani Manara, nikushukuru sana kwa kuja asubuhi hii ya leo. Sasa nitakuruhusu mm, e, ukimbie hapa wakati tukiendelea mambo mengine ya Sports AM, muda ni mchache, nakwenda kufagia makaburi ya baba yetu Ramadhani Manara, na kwenda kufagia Buguruni pale, baadaye mchana tutakwenda tunafanya kisomo nyumbani. Inshallah Mwenyezi Mungu awapeni heri zenu, um, na Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wenu huko wapate mapumziko ya amani milele yeah,